Wakati serikali ya Tanzania ikijaribu kutafuta mbinu juu ya kuingia katika mkakati wa maridhiano dhidi ya viongozi wa kisiasa pamoja na Watanzania wote kwa ujumla, kama ambavyo ilivyotangazwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye e, wiki a ch uh, siku chache zilizopita alisema kwamba kwa sasa ameunda kamati ambayo itaenda kuchunguza juu ya kile ambacho kilitokea siku ya Oktoba 29 na na baada ya kamati hiyo kuja na majawabu basi ataangalia namna pia ya kutangaza maridhiano kwenda katika mkakati wa usuluhishi juu ya amani ya taifa la Tanzania. Lakini pia siku ya jana, jumuiya ya madola iliweza eh, kumchagua aliyekuwa rais wa taifa la Malawi Lazaro Chakwera eh, kuweza kushiriki katika maridhiano na usuluhishi dhidi ya mgongano wa huja katika taifa la Tanzania katika kipindi hiki ambapo taifa limetoka katika jeraha kubwa na bado watu hawajapona, lakini suluhu bado inatafutwa kuhusiana na hatima ya Tanzania katika meza ya maridhiano. Sasa viongozi wa dini akiwemo Askofu Bagonza PhD ameibuka na kuzungumzia juu ya maridhiano. Askofu Bagonza amesema kwamba maridhiano yasiyohitaji kukaa mezani kwa hali ilivyo, wito maridhiano wa maridhiano haupokelewe kirahisi Hatuna watu wengi wenye uadilifu wa kuaminika pande zote. Tuna mfumo unaoamini kila mtu ana bei na kwamba serikali haijawahi kushindwa. Mazingira haya ni magumu kupata maridhiano, na shauri tujikite katika maridhiano yasiyohitaji kukaa mezani. Yakifanyika ndipo kukaa mezani, labda e, kuna uwezekano. Ni haya. Kwanza, sitisha utekaji na ukamataji kwa kauli na vitendo. Utekaji na ukamataji unachochea mpasuko. Pili, achie bila masharti waliotekwa walio mahabusu na wanaoshtakiwa wanaoshtakiwa kisiasa. Tatu, ruhusu watu wapate miili ya ndugu zao, na kama kuna iliyofukiwa waonyeshwe ili wachukue udongo au kuweka shada eh, la maua itafanya wamalize matanga. Nne, lifanye taifa liwe la wote, wanaopinga na wanaunga mkono. si afya wanaopinga kwa wakimbizi, inaongeza chuki na, na kuanika mambo yetu. Tano, acha siasa uchwala spinning za kukanusha kanusha na kuficha ficha, inaongeza hasira. Wajula wanasema binti hawezi kuficha matiti yakiota, yameota. Tuna msiba mkubwa, ruhusuni taifa liomboleze, ni njia ya kuridhiana. Sita, acha fikra za kipumbavu kuhusu dini. Walioua wamo wa dini zote, hawakutumwa na dini zao kuua. Walioua wamo wa dini zote hawakufa kwa sababu ya dini zao. Mali za umini wa dini zote akiwemo mtani wangu wa sira ziliharibiwa. Aliyeruhusu kuua kama yupo, hakuagiza kuua watu wa dini fulani tu. Ukitumia dini katika hali tuliyonayo, unaiponza serikali kwa kudhani unaisaidia. Pia unaifanya dini yako ionekane ni bangi inayoondoa uhalisia. Saba, serikali ibadili mkao wake na kujionyesha iko upande wa wanaomboleza Itoe tamko linalokiri kuwa katika kulinda mali na uhai kuna kitu kilienda vibaya. Baada ya tamko, watu waone vitendo vya kuwajibishana au kujiwajibisha. Hiyo itaponya na kuunganisha taifa. Tusisubiri kulazimishwa kuwajibika au kuwajibishana. Serikali nane. Serikali iwe na mtu anayetoa matamko na msimamo wa serikali. Kwa sasa umma ndio wenye haki ya maoni, walio serikalini na chama tawala wasiwe na maoni ya nje ya vikao vyao eti wananchi walidhiani na wananchi kweli. tisa. Penye msiba kuna waombolezaji, huwa wanaondoka na vijiko na sahani. Sitisheni matumizi ya fedha katika kuzima moto huu. Wanaoishi kwa kutegemea posho za kushughulikia wachochezi ni wezi wa vijiko na sahani msibani asiyetaka kujitolea akae pembeni. kumi. Tukubali kuna mgogoro wa madaraka ndani na nje ya CCM. Kutatua kwa mtutu ni kuongeza. Kabla ya kukaa mezani, ruhusuni CCM kiwe chama kifanye siasa, kiwe huru kukemea na kulaani dhuruma katika nchi. Hivi sasa dhambi za serikali ni za CCM na dhambi za CCM ni za serikali. Amkeni, kumekucha. Wanaohubiri amani tu hawajipangi kama wanaoharibu amani. Jenzi na serikali wamejipanga vilivyokuharibu amani na washauri. Wanaohubiri amani tu wajipange vizuri. Haki ya kuishi haiujiwi na mamlaka yoyote.